Wadrib lahum mathala arrajulain ja'alna li ahadihima jannatain min aghnabin wa haffafnahuma bi nakhlin wa ja'alna baynahuma zara na, wapigie mfano wa watu wawili, mmoja wao tulimpa mashamba mawili ya mizabibu na tukayazungushia mitende na kati yake tukatia mimea ya nafaka kiltal jannatayn atat ukulaha walam thlim minhu shay'a wfaddarna khilalahuma nahra, na hivyo vitalu viwili vikitoa mazao yake wala hapana kitu katika hayo kilichopungua na ndani yake tukapasua mito. wakana lahu thamarun faqala lisahibihi wahuwa yuhawiru ana na aktharu minka malan wa aazzu nafara, naye alikuwa na mazao mengi, basi akamwambia mwenzake naye akibishana naye, mimi nimekushinda wewe kwa mali na nguvu. wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi qala ma adun

qalaba wala sidhani kuwa hiyo saa ya kiyama itatokea na ikiwa nitarudishwa kwa Mola wangu mlezi, bila shaka nitapata marejeo bora zaidi kuliko haya. qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula, mwenzake akamwambia kwa kubishana naye: Je, unamkufuru aliyekuumba kutokana na udongo, tena kutokana na toni la manii, kisha akakufanya mtu kamili? Lakinna huwa Allahu rabbi wa la ushriku bi rabbi ahada lakini yeye Allah ndiyo mola wangu mlezi wala simshirikishi na yeyote. walaula idha khalt jannataka qult ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqall minka malan wa walada, na lao kuwa ulipoingia shambani kwako ungelisema

Basi huenda Mola wangu mlezi akanipa kilicho bora kuliko shamba lako, naye akapitisha ya kudura yake na akaliletea shamba hilo adhabu kutoka mbinguni na likageuka ardhi tupu inayoteleza au yusbiha mauha ghauran falan tastati'a lahu talaba au maji yake yakadidimia wala usiweze kuyagundua.

na miti imebwagika juu ya chanja zake, akawa anasema laiti nisingelimshirikisha mola wangu mlezi na yeyote walam takun lahu fi'atun yansurunahu min duni llahi wama kana muntasira, wala hakuwa nacho kikundi cha kumsaidia badala ya Allah, wala mwenyewe hakuweza kujisaidia. Hunalika alwalayatu lillahi alhaqq huwa khayrun thawaban wa khayrun uqba, uko ulinzi ni wa Allah wa haki tu, yeye ndiye mbora wa malipo na mbora wa matokeo. wadrib lahum mathala alhayat aldunya kama in anzalnah min alsamaa fakhtalata bihi nabatu alardh fa asbaha hashiman tadhruhu alriyah, Na wapigie mfano wa maisha ya dunia hayo ni kama maji tunayo yateremsha kutoka mbinguni yakachanganyika na mimea ya ardhi

Mali na watoto ni pambo la maisha ya dunia, na mema yanayobakia ni bora mbele ya Mola wako mlezi kwa malipo na bora kwa matumaini. wa yawma nusayiru aljibala wa tara al-ardha barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada, na siku tutapoiondoa milima na ukaiona ardhi ipo wazi hatukawafufua wala hatutamwacha hata mmoja kati yao. wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida na wakahudhurishwa mbele ya Mola wako mlezi kwa safu, wakaambiwa mmetujia kama tulivyokuumbeni mara ya kwanza

Na kitawekwa kitabu, basi utawaona wakosefu wanavyoogopa kwa yale yaliyomo humo, na watasema ole wetu, kitabu hichi kina nini? akiachi dogo wala kubwa, ila isipokuwa imesajiliwa wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada wa idh kulna lilmalaikati isjudu ladama li fasajaduu illa iblisa kana min aljinni fafasaka an amri rabbih, na watayakuta yote waliyoyatenda yamehudhuria hapo, na Mola wako mlezi hamdhulumu yoyote. Na tulipowaambia malaika msujudieni Adamu, walimsujudia isipokuwa Iblisi yeye ye, alikuwa miongoni mwa majini na akavunja amri ya Mola wake mlezi. afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lizzalimina. Badala ye mnamfanya yeye na kizazi chake kuwa marafiki badala yangu, hali wao ni adui zenu ni ubaya ulioje kwa madhalimu kumtii shetani badala ya kumtii Allah.